kwa zamani ndio kwa serikali inakuja na kuchukua eneo kulipa fidia lakini kwa mujibu wa sheria zile sheria za Aiza mwaka 99 zilianza kufanya kazi 2001 kwa hiyo kabla ya eh, 2001 watu wa maeneo hata walio kuwepo zamani maeneo yanachukuliwa tu na, na serikali wanajenga lakini sheria zilikuja kuboresha eneo haliwezi kuchukuliwa bila kulipwa nini fidia na lile bango limewekwa pale kuonesha tu ile eneo tumelipanga kwa ajili ya matumizi ya nini ya mahakama ila itapofika wakati wa kujenga kutekeleza waku, waku, waku ile mahakama kufanya ule mradi, kuna miradi mingine inakuja na nini? na nini fedha ya kulipa fidia. Mradi ukiwa na namna hiyo mtu analipwa ndio anapisha. Kwa hiyo mradi hauwezi kutekelezwa bila kufanya je, kulipa fidia. Kwa hiyo haki, sheria zinamlinda mmiliki yani, mtu mwananchi kwa sheria sasa hivi analindwa kwenye nini, kwenye ardhi yake, kwa sababu ardhi yani ardhi kwa mwananchi wa kawaida ndio mtaji pekee wa Tanzania wengi waliofanya walionao, na ndio maana hata serikali inafanya juhudi sana kutoa hizi hakimiliki za kimila, unakuja unatumia una kwa faida nyingi, mikopo au kuondoa migogoro, ili kila mtu aitumie ardhi yake, kwa sababu ndio mtaji wa wananchi maskini ambao wengi wanaishi wapi, vijijini. Ndio maana sheria zinakuwa zinawalinda sana wananchi siku hizi, ndio maana nataka kuwaondoa hofu kwamba watu wana, wana wasiwasi wa maeneo yetu yanachukuliwa. Hapana, sheria haziruhusu eneo kutumika kama mwenyewe ajalipwa nini fidia. Ndio maana hata mnaona kune mkuza ule wa bomba ya mafuta sawa, watu wote wamelipwa, wa labda kama kuna changamoto nyingine, lakini kwa mujibu wa sheria wanatakiwa walipwe. Lakini pia sasa sheria hiyo hiyo inasema huwezi ukakataa eneo lako lisipangwe kwa matumizi fulani, lakini we unatakiwa tu upate nini haki yako ya nini ya msingi. Kwa hiyo leo ndio maana kune bomba ya mafuta lote pale Haujasikia hata mtu mmoja anasema mimi sitaki kutoka hapa, si ndio? Kwa sababu sheria haikuruhusu kukataa. Sheria inakuruhusu upate haki yako stahiki. Tunaelewana. Kwa hiyo sa wale wenye maeneo wataendelea kuyatumia kwa shughuli zao wanazozitumia, kama kilimo na vitu ambavyo sio vile vya kudumu. Itapofikia wakati ule wa huo mradi watafanyeje? Watalipa yao stahiki. Na kushukuru sasa, mimi swala langu napenda tu kuuliza maana yake palikuwa kwamba kwenye ushirikishwaji hao watu hapo tu, mjuma mmoja akasema kwamba niliheshimu kwa sababu nchi yetu ya Tanzania ndivyo inavyoanzia. Sasa mimi nataka kuuliza kipengele kimoja tu, unajua hata kule taifani kwa mheshimiwa rais, huwa tunasikiliza kwamba wanasema kwamba washirikishe watu. Sasa labda yale mawasiliano yalikuwa kidogo Mfano hapa mimi nilikuwa nangojea kule mwishoni, wanasemaga tonge la mwisho ukomba mboga. Wameniruka na niko kwenye main road na nina mashamba yangu barabarani, na ndiko wanakotarajia tarajia asali, lakini sasa hivi sina taarifa. Niko pale nyumbani siku zote nauguza mgonjwa nasikia hivi mbona? Mm, jembe huwa nalilia kwenye mkutano wa hadhara, kwa nini lisipigwe jembe? Tuende utaratibu, kesho kitongoji fulani, kesho kuta kitongoji fulani. Imekuwaje sasa? Nasikia walishamaliza mpaka Nyikonga aliochelewa sasa, mpaka nini? Au imekuwa nida tena? <laughs> kwa sababu kuna kamchezo huwa kanafanywa hivi, lazima tuseme ukweli. Ile chelewa, chelewa anakujaga na kafimbo kake. <laughs> Tuambizane ukweli, mimi ni mwenyekiti nitasaidiwa ni lini? Nimerukwa jirani yangu Tadeo anasema mimi mambo vye <laughs> mwingine anasema mambo vye, niko hapo hapo. Sasa hapa tayari tumeanza hapa, kulikuwa na utaratibu upi? Kwa sababu naweza kuambia siku fulani, mtaa fulani, siku fulani, sasa pale ndio mawasiliano pale, kutokushirikishwa vema mimi ni hapo tanisaidiaga nimechelewa kini tena iguguigazi safi. Ndugu zangu, tulitaka tuende kwenye ajenda nyingine, lakini bado tu inawahitaji wageni watoe ufafanuzi kwamba nimelukwa mastahili gani. Lakini nipende kutoa tu kidogo angalizo, namna ya utaratibu uliokuwepo, kulikuwa na utaratibu wa aina mbalimbali cha kwanza kabisa tulitoa taarifa kwa vitongoji kwamba wawape wa, wa, wa, taarifa wananchi kupitia waharikaji wetu. Nafikiri waharikaji wapo na walitoa taarifa. Sasa kuna taratibu zingine zikaje kufanyika, kwa wengine tulianza kujulishana, wengine kwa namna mbalimbali kwa mawasiliano, lakini naamini naamini taarifa zilianza kwa namna ya kualikwa, kwa sababu vitongoji wapo. Kama sasa hawajafika kualika kwako, itakuwa ni changamoto nyingine. <laughs>